Habari, habari za mchana. Karibuni sana kwanza. Mtuie razi, unajua leo Jumamosi, lazima tuanzie jumuiya. Hata sisi Wakatoliki pia lazima tuanzie jumuiya, at least tujumuike na familia zako za mtaani, then uendelee na majukumu yako. Kwa hiyo mbele yenu ni waumini wa Katoliki na tuna taarifa ya waumini wa Katoliki kuhusu matusi ya Askofu Ruwa'ichi madhabahuni. Sisi binafsi tuna tamko letu, tuna taarifa yetu. Kwa hiyo tumependa waandishi wa habari, hii taarifa iwafikie hi Wakristo wote. Tunapingana na kauli zilizotolewa na Thaddaeus Ruwa'ichi, kutumia mimbari kueneza chuki, kutisha waumini na kuwavua Ukristo baada badala ya kujibu hoja halali zinazowasilishwa na zinazowasilishwa kwa balozi wa Vatican.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 sio kudhalilisha wala kubomoa wa.